Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tunaomba tumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan. Sisi wananchi wa kata ya Mpano Ndogo kwanza tuna imani naye kubwa sana, lakini tunaendelea kushukuru na kumpongeza sana kwa jitihada ambazo anazofanya za kutuletea fedha za maendeleo na utekelezaji wa miradi katika kata ya Mpano Ndogo. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tunaomba utukiche salamu hizi nyingi kwa Mheshimiwa Rais. Tunatambua kwamba ni rais wa awamu ya sita na mpaka sasa tunazungumza hapa, amehudumu kwa miaka minne. Lakini sisi wananchi wa wilaya ya Tanganyika na kata hii hapa pana ndogo, miaka hii minne ambayo mheshimiwa rais amepata nafasi ya kuongoza taifa hili, amefanya mambo makubwa makubwa sana katika kata hii ya pana ndogo kwa ujumla. Kwa hiyo tunaomba utufikishe salamu kwa mheshimiwa rais, na sisi tu tuendelee kumwahidi jambo la kwanza ni kuendelea kupa ushirikiano kwa kipindi hiki ambacho bado anaendelea kutuhudumia sisi Watanzania wakadaepama ndogo na na imani kabisa niko na kaimu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya, na tayari mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi umeshatoa maelekezo, na tuko kwenye mwaka wa uchaguzi, na yeye atakuwa mgombea pekee kwa urais kupitia Chama cha Mapinduzi. Ni kuhakikishie mheshimiwa mkuu wa wilaya, wewe kama mwakilishi kwenye maeneo haya sisi ahadi na shukurani zetu kwa mheshimiwa rais ni kuhakikisha kwenye uchaguzi mkuu ambao utafanyika mwezi Oktoba mwaka huu tutampa kula nyingi sana za shukrani za dhati, na taki pekee sana ziende kwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri na wakuu wa idara na watumishi wote kwa kazi ambayo wanaifanya ya kupokea fedha kutengeneza mabio kiu kusimamia na kuratibu kununua na kufanya nini, mpaka matokeo yanatokea. Tuwapigie makofi mengi, bila wataalamu hakuna matokeo ya kazi. Wanafalsafa wanaanza na mawazo, nafika kwenye michoro, yaani wanatoa kichwani, wanaenda kwenye michoro na hatimaye wanakwenda kwenye ground majengo na matokeo. Wapongezi na kuwashukuru mafundi wote ambao walipata kazi katika eneo hili na wazabuni wote ambao wameendelea kutoa vifaa na kushirikiana na halmashauri katika kutekeleza mradi huu. Mkusanyiko na mtumiko wake, wote hawa ndio tunapata matokeo ambayo alizokamilika. Sote nchi mheshimiwa Rais amejenga Ame shule za msingi 30, na zote zimesajiliwa na mafungu ya somo shule za sekondari tano zote, wa, watoto wasoma, na hii ni shule ya sekondari mpya sita katika kipindi cha miaka minne. Ukitazama ongezeko la shule kwenye kipindi cha miaka minne, ukawa na shule 30 mpya na kipindi chote cha miaka iliyobaki huko nyuma tulikuwa na shule hamsini na saba. Wana mahesabu ukifanya kwa asilimia ni ongezeko kubwa sana ambalo halijapata kutokea sona kawaida. Hivyo wazazi na walezi, ambao watoto wenu walipata usumbufu, mama ameondoa usumbufu katika shule hii, taarifa imesomwa, kiasi cha fedha ambacho kimeletwa, matarajio ya serikali shule itakamilika. Na kwenye mipango tuliokuwa nayo, ilikuwa mwezi wa kwanza tuanze kusoma hapa, lakini kuna sababu za kimfumo haikuwezekana, tukakubaliana inapofika wakati wa likizo, ambao sasa hivi wamefunga, wakifungua shule tunatamani watoto waje kusoma hapa, na ili tufanikiwe, inawapasa mafundi wote wenye kazi katika eneo hili wajitume kufanya kazi kwa uzalendo. Watambue kwamba kuwaisha kazi kwa mujibu wa ratiba ni kumkomboa mtoto wa Tanzania anayetendea mwendo mrefu kwenda kutafuta masomo. Hivyo basi tumtake mkurugenzi na timu yake atazame ni wapi panacheleweshwa, ili waweze kupasimamia kikamilifu ucheleweshwaji huo uweze kutoka. Hii ni alama ya kudumu vizazi na vizazi ambavyo Mheshimiwa Kakosa na Mheshimiwa Wabengo wameshile na nchi kuitafuta na kuiweka katika maeneo hayo. Kizazi cha leo, kizazi cha kesho kitaendelea kuizungumza historia hii. Nilikuwa na ongea na mzee mmoja akasema hapa amefika kwa mara ya kwanza, alikuwa nasikia, na akakiri kwamba haya ni mageuzi makubwa. Hata wazee wanashuhudia. Vijana watakaosoma hapa kama vijana wa kwanza itakuwa kwao kwa ni historia kwa kwa kwa kwa kwa katika maisha yao. Hatuwezi kutoa mifano mingi, lakini kwa itakuwa ni historia tulioko hapa ambao walikuwa wakwenda kuanzisha kwanza kwa kwanza shule ilibaki historia kumkumbuka katika maisha yao. Kwa hiyo vizazi vitaitwa kuja kusoma hapa vizazi vizazi vitanufaika na mradi huu. Juu ya yote taifa litaelimika, watanzania watapata maarifa watajifunza uzalendo, watajifunza maarifa yatakayowasaidia katika maisha yao, ili kuweza kuendelea kuilinda nchi yetu, idumu kuwa na amani moja na mshikamano na kuendelea kuendeleza katika uchumi wa taifa letu la Tanzania. Miradi ni mingi kama ambavyo bango linazungumza. hatukuwa na mahakama Mheshimiwa Rais ametoa mahakama. Hatukuwa na maji ya kutosha. Leo mtandao wa maji ndani ya wilaya umeongezeka na kufika asilimia themanini na ipo miradi ambayo inaendelea kutekelezwa ukiwemo huu wa hapa kadogo wa zaidi ya bilioni moja kama ambayo Mheshimiwa mwenyekiti amezungumza, utakapo ukuu umekamilika, utatatua kero na kutokoa majawabu ya maji ya uhakika katika shule hapa. Wiki iliyopita tunaendelea kuzindua miradi ya maji katika maeneo mengine mbalimbali, ukiwa ni uthibitisho wa kwamba kazi ambayo Mheshimiwa Rais ametoa zaidi ya bilioni kumi kwenye sekta ya maji katika wilaya yetu inaendelea kufanyika vizuri. TANESCO kuna zaidi ya bilioni 46, na hapa tuna tatizo la umeme kwamba haujafika maeneo haya. Nataka ni watu wakiwa wananchi hapa, kwa sababu mama anaendelea kufanya kazi hapa, umeme si muda mrefu utapatikana. Tutaendelea kuwaelekeza TANESCO kama ambavyo mheshimiwa rais amesha na serikali wahakikishe kwenye kila taasisi za serikali nishati ya, ni ya umeme inafika ili hatimaye wanafunzi na walimu na watumishi waweze kunufaika na nishati safi katika maeneo yao ya kazi. Kunao ujenzi wa barabara ya kutoka Gila kwenda Karema. Barabara ni manufaa makubwa katika uchumi wa maeneo yetu, na Karema kuna bandari kubwa ya kisasa ambayo takribani zinitumia kujenga bandari nyingi. Kwa nini tunaisema kila wakati? Tunatambua wananchi wetu ni wakulima wazuri katika mazao mbalimbali, yanahitaji masoko, yanahitaji ushirikiano, yanahitaji watu watoke sehemu kwenda sehemu, na miundombinu ikiwa imeshakamilika inarahisisha kila mmoja kusafiri kwa sehemu moja kufanya biashara, na biashara inaongeza uchumi na mafanikio haya yanakuja kwetu sisi katika kudumisha uh, uchumi na kuimarisha uchumi katika maeneo yetu. Kana si wanafanya kazi nzuri, wakandarasi kandarasi wapo kazini na kazi inaendelea.